Ndio e, asubuhi ya leo tunataka tuendelee na mafundisho yetu, hatua baada ya nyingine. Nazidi kutaka tuongelee habari za interpretation ya Biblia, ufunuo ya Biblia ile, wakati ambapo utakuja kupata ufunuo kamili ya Biblia, hapo ndipo uh utakuwa unaelewa Biblia, kwa nini ililetwa kwetu. Biblia ni kitabu ambacho kililetwa kwetu na haina makosa. Inakuja kupata makosa pindi ambapo mtu anaisoma bila kuielewa, lakini ukiisoma katika kuelewa Utapata kwamba Biblia haina makosa. Genesis chapter 1 and verses 4, Biblia inasema um, and God saw that light is good and he divided or he separated light from darkness. This is verse 4. Genesis chapter 1. Tumekuwa tukiongelea Biblia kutokea mwanzo in the beginning God created the heavens and the earth. Tukajua kwamba Mungu hakuwa katika mbingu, hakuwa mbinguni, hakuwa duniani, alikuwa nje. There is somewhere ambayo Mungu alikuwa po. Wa kuja kwa verse 2. Ambayo isema and the earth was without form. Yaani ilikuwa haina maumbile and uh, darkness covered the face of the deep <laughs> and uh, the spirit of god was move, was moving uh, upon the deeps of the, the face of the water na tukafafanua sana mambo hayo tukakuja kwenye verse 3 and the lord said and god said let there be light and there was light light tukajua kwamba it's not the kind of light ambayo inatoka kwa source kama jua, mbala, mwezi, nyota ama taa. Ilikuwa inaongelea or or ama or katika Hebrew sio maor P, ama pihos kwa Kirumi kwa Kigiriki a, kwa hivyo a, mafundisho hayo, tukafikia sasa chapter ama aya ya nne. Uweza ulio katika aya ya nne itakufafanulia tu maana, baada ya kufundishana kila chapter, sasa ninarudi tena kuanza kuanzia verse one, kukuonyesha nguvu na uweza ambayo iko katika kila aya ya Biblia, jinsi utakavyoitumia kwenye maisha yako ya siku kwa siku. Day after day life, vile unaweza kutumia aya kupigana na uchawi, vile unaweza kutumia aya kupigana na shida zilizo katika maisha ya binadamu: magonjwa, umaskini, uh, roho za kukataliwa na vitu vingi ambavyo vinatatiza watu kwenye ulimwengu huu wa leo. Kwa hivyo light is divided from darkness. Tunaongea ile light, sasa ndio imegawanywa kutoka katika kiza Toka katika giza kwa well, hivyo the light that has been divided from darkness is not the light from the source it's not the sun it's not the moon it's not the lamp it is this light which is the knowledge so in other terms and knowledge was divided ikatenganishwa hekima maarifa na ufahamu ikatenganishwa na upumbavu was divided from ignorance was separated from ignorance and the Lord saw that light is good, knowledge is good. Na Biblia imerudia hiyo neno mara mingi, maarifa ni kitu kizuri sababu maarifa itakupatia kufahamu, itakupatia kujua, kuingia na kutoka kwa wakati gani? Kwa muda gani? sababu ya kuingia na sababu ya kutoka, muda wa kuingia na muda wa kutoka, itakufundisha maisha. Unajua, nilikuwa nikiwaambia watu, kwenye hii dunia tuko kuna portals. Kuna portals. So you might be walking ukajikuta kwamba you are passing through a certain portal, lakini haujui. Katika daily life kuna portals ambazo ni za ulimwengu wa kiroho zinavyotumika kuingiza vitu duniani, kuingiza vitu duniani, na kuna wale watu ambao wana hekima huwa wanaziona hizo portals. Na wanasimama hapo kupokea zile vitu ambazo zinatoka katika ulimwengu wa kiroho kuingia katika ulimwengu wa kimwili. Unajua, vitu vya ulimwengu wa kiroho sio rahisi kuingia katika ulimwengu wa kimwili, inachukua muda. Aa, kwa hivyo jambo linalozungumzia ni hekima hii. Unapokuwa nayo ni kitu kizuri, uko nayo.

that it was given its duty its dominion its place to dominate and uh, when a person needs this light you must seek it where it's found because kuna sehemu ambayo imewekwa hii hekima ya Mungu kuna sehemu ambayo ipo kwa kila aya, ya Biblia ina hekima ya Mungu imefichwa ndani, ina maarifa na ufahamu wa Mungu imefichwa ndani, na hiyo hekima na maarifa ambayo imefichwa ndani ya hizo aya, hiyo ndio kitu cha maana kwa aya, sio kusoma na kuimemorize. It's not reading and memorizing. I can memorize the whole Bible.

it ainaleta it, it uh, effects mingi kwenye maisha kwa sababu ile nguvu za Mungu ziko katika hekima yake. The power of God is in his knowledge, so ukisikia mtu anasema nguvu za Mungu zimeshuka, mtu huyo hajui kitu. Anakuambia nguvu za Mungu ziko kwenye hekima yake ziko ndani ya hekima yake. Kwa hivyo wakati anapozungumzia habari za nguvu za Mungu, hapo mtu mwenye hekima, mtu mwenye maarifa anaangalia na kutafuta hekima na maarifa ya Mungu. Ufahamu wa Mungu uko wapi? Katika maneno yale ambayo mtu huyu anayaongea, nazidi kukupenda, nazidi kukufunza. Hiyo ni verse 4, hiyo ni verse 4, aya ya 4 na bado nitazidi kwenda aya ya tano mpaka tumalize chapta. Halafu tena turudi, tuanze kuonyesha kila chapta iko na nguvu gani, kila vasi iko na nguvu gani, ili uweze kujua kuishi katika Biblia na kuielewa. Amina.